Kisugu mambo vipi? Mambo mazuri namshukuru Mungu. Ah, kujana kwanza, tunawashukuru tunapongeza wachezaji wetu wameweza kuja kupambana. Nafikiri mmeona mechi ya akuwa nipesi tm moja katika timu bora sasa hivi ni timu bora, ukiangalia katika ligi kule ambako alikotoka anachukua nafikiri nafasi ya 4 au ya tano liko na, na ushindani mkubwa lakini bahati nzuri vijana wetu wamepambana, tumeweza ku, qualify kutoka hatua moja kwenda katika hatua 16 bora kwa hiyo kwetu kwa Nimekuwa jambo bora, nimekuwa jambo zuri kwa sababu social ukiangalia mashindano yao mara nyingi, na vinaga kusema huwa anakuwa na mitiani sana kwa sisi hususan tukikutana na wanajeshi, lakini leo imekuwa bahati, tumecheza vizuri, tumepata magoli matatu timu imekorfai, tunasema alhamdulillah. Mimi nafikiri mtazamo wako jambo nani acheze nani asicheze na baki nani na kuwa mwalimu mwalimu ndo alikuwa katika kiwanja cha mazoezi, alikuwa muda mrefu na vijana, kwa hiyo ameona kwa namna ambavyo opponent, namna ambavyo walivyo, na ndio maana mwalimu akaamua na kuanza na Teba. Kwa hiyo amekuja amefanya vizuri naye amefunga goli, imekuwa jambo jema, lakini pia waandishi mkumbuke kwamba kesho kuna tuna mechi nyingine zidi na Dodoma, kwa hiyo mwalimu anaweza kujua mechi umuhimu wake namna gani, na mechi inayokuja umuhimu wake namna gani. Kwa hiyo mwalimu kutumia wachezaji huyo, aanze nani asianze, mi nafikiri bado inabaki kwa jambo la mwalimu. Kisugu, mnasema mna mechi na Dodoma wakati miongoni mwa wajumbe wa bodi ya ya kurugenzi upande wa Simba na mjumbe wa kamati ya usajili bwana Magori alisema kwamba mara baada ya mchezo uliopita na mtani kwamba Simba haitoshiriki mchezo wote hadi majibu watakapopata kutoka kwa bodi ya ligi. Labda kuna majibu Simba mmeyapata na unazungumzia mchezo wa Dodoma jiji sasa. Okay, ukiachia Magori, nachojua mimi ratiba ya ligi natolewa na bodi ya ligi. Bodi ya ligi bado hawajasema kwamba mchezo kwamba haupo huo mchezo. Mkumbuke kiporo, bodi ya ligi imeshasema mchezo unacheza tarehe kumi kwa tuskulize, tuskulize, subiri, na nne. Hiyo mimi nafikiri tusikilize au tusubiri namna ambavyo bodi ya ligi itakavyofanyaje itakavyosema, lakini mimi kama shabi kumi, nane, kipenda, shabiki, najua mchezo wote tarehe kumi na nne upo, na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda utakutana katika uwanja pia. Msimamo wa Simba ni kwamba mimi nasema ukiachia uongozi wa Simba mwenye taratibu za kujua mechi inachezwa ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi wameshasema mchezo haupo wa wa tari. Kwa hiyo tuangalie, yes. tarehe 14 aidha tutacheza au tucheze, lakini mwandishi, na kwa taarifa, tarehe 14 njoo leo na Simba anacheza katika uwanja wa KMC. Nimesema njoo tarehe 14. Aidha kukubali au kutokubali njoo tarehe 14. Ndio utajua mechi ipo au haipo. Kwa sababu mwenye mamlaka ya kusimamisha ligi ni bodi ya ligi au TFF. Kama jinsi ambavyo mechi ya juzi walivyosimamisha. Walivyotoa waraka wao mnamo saa nane wakasema mechi ya Dar es Salaam Yanga Afrika na Simba Sports haipo. Wao ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo kama waliweza mamlaka kusimamisha mechi ya dhabi pia wanaweza kuisimamisha tarehe 14, lakini bado hawajatamka hilo. Ina mimi okay, ni mechi bado ipo. Turudi kwenye mchezo wa leo. Uh, Joshua Mutale yani, achezi kwa kutaka huyo mwandishi. Mutale anacheza kutokana na namna ambavyo mwalimu alivyotaka, na ndio maana substitution waliifanya wachezaji wote, Mutale alibaki akubaki. Kwa hiyo mwalimu inaonekana kile ambacho alichomtuma, kile ambacho alichomwagiza Mutale akawa anatekeleza Unajua, shida ya waandishi, hamtaki kujigawa kukubali. Nyinyi waandishi hamtaki kukubali kwamba Fadlu ndio mwalimu ambaye anafanyaje, anaongoza Simba, yeye ndo anajua nani atoke, nani aingie. Mimi naamini kila mchezaji kabla ya gemu, mwalimu kuna maagizo ambayo anafanyaje, anayatoa. Yawezekana ukimwona mchezaji anatolewa, kuna vitu viwili, aidha punzi zimekataa, au hajapata maagizo ambayo mwalimu anahitaji kufanyaje, kuyafanya. Kwa hiyo ukimwona mchezaji anacheza dakika 90, maana yake kile ambacho alichotumwa na mwalimu anakwenda kufanyaje, kamilisha Mutale atabaki kuwa mchezaji bora, atabaki kuwa mchezaji wa Simba. Mutale tunaye na tunatamba naye, tunaye na tunatamba naye kuniambia, so, performance Mutale ya Simba yote ndio maana tumepata matokeo. Tulikuwa na wachezaji kumi na moja, wachezaji wote wamecheza vizuri, wamekuja wamepambana, tumepata matokeo mazuri. Na niwaambie tuandishi, haya mashindano haya Sijui ni tumekauli gani itakuwa saa hii lakini hatuna bahati nayo sana. Kwa hiyo leo mashabiki tumekuja pamoja na timu tunajua historia kabisa haya mashindano. Hususan linapokutana na timu za nini? Za jeshi. Mashindano haya tuliaga timu ya jeshi inaitwa mashujaa. Mashindano haya tuliaga timu ya jeshi inaitwa Green Warriors. Leo tulivyoambiwa tunakuja kucheza na timu hiyo katika mashindano haya. Akili yetu ikakaa sawa sawa, mentality yetu ikakaa vizuri, tukaona kwa namna ambavyo tunakwenda kupambana ili kuhakikisha tunapata nini? Matokeo mazuri. Mashindano haya mwaka huu yana mtihani sana. Ukimdharau mtu unakula KO, unakwenda nje. Azam Football Club walikuja kichwa kichwa, wakakutana na Mbeya City nje. Fountain Gate wakaja kichwa kichwa, wakakutana na Stand United cha Mara, wana nje. Kwa hiyo matokeo ya wakubwa hawa wanaondoka kwenye ligi, na sisi tunayabeba. Sisi hatumhofii yoyote, ila tunawaheshimu. Hatumhofii yoyote ila tuna tutaki kukutana naye, tutacheza naye kikubwa, tusubiri tu, ndio itakavyochezeshwa yote, tutaruka naye hatumhofii yoyote, isipokuwa tunaheshimu. Sisi watu wa Simba tunaheshimu mchezo wa mpira, tunaheshimu kitu kinachoitwa mechi. Leo Simba tukiamini kwamba kuna mechi inachezwa KMC kati ya Simba, hata wanakuja kuku, sisi tunawaheshimu kuku kwa sababu tunajua tunakwenda kushindana kwao tuna mheshimu yote ambaye atakayepangiwa naye lakini hatutamwogopa. Kisugu, leo ulifikiria kwamba unaweza kumuona Yusuf Kagoma akicheza nafasi ya center back? Yes. Mipango ya mwalimu baada ya kuona, nikajua mwalimu ameshafanyia kazi, kwa hiyo sikufikiria nani anaanza, kwa sababu kwamba huko ukifikiria maana yake utakwenda kufanya utabiri ambao utakuwa huko sawa sawa, lakini kikubwa baada ya kuona listi, baadaye mwalimu afanya sababu Kagoma anamwamini mi naamini mwanajeshi wetu yoyote ambaye alikuwa kamili, ambaye aliosomea ukimpa kazi kufanya eneo lolote, muda wote anakwenda kutimiliza kazi yake. Kagoma ni mwanajeshi aliyekamilika, ambaye muda wote ukimtuma kazi yote anakwenda kufanya. Leo mmeshangaa Kagoma amemwona anacheza sentafu, lakini kwa siku mwalimu mwalimu anaweza akaamua akacheza goalkeeping. Kazi yetu si Simba mashabiki kwa kuona lambo, sio bila Kagoma goalkeeper tena? Yes, ni maamuzi ya mwalimu. Ukimwambia Kagoma leo ka goalkeeping, kazi anaiweza mwanajeshi yote ni yule ambaye amekamilika. Mi naamini Kagoma amekamilika. Mi naamini tungezungumzia wachezaji ambao tulaona napatia no, Simba ushindi ukisema chama leo ni hujamuona nikikujibu hilo utaniuliza kabisa Musa Kamara ujafanyaje uja hujamuona jambo jema. Tuwazungumzia wachezaji wa Simba leo kuja kupambania Simba na kupata matokeo. Kisugu nje ya kondo Msimbazi Simba wewe ni miongoni mwa vilabu vikubwa sana barani Afrika. Leo imetokea taarifa kwamba Al Ahly wanataka kufanya kama ambacho pale Misri kugomea mchezo wa dabi kwa kukiuka kanuni. Ili kama mwanasimba na kama mpenzi wa soka Afrika labda linatoa taswira gani kwa upande wa mpira wa. Hakuna, hakuna klabu ya Simba duniani iliyogomea mchezo wa dabi, mchezo wa dabi uliahirishwa na chama cha soka Tanzania TFF kwa mamlaka. Shukrani sana. Asante, na